Angalia nyuma yangu, hapa kuna bendera ya Tanzania na bendera ya Kenya. Kwanza, kwa nini nimeweka nimeweka bendera ya Tanzania kwa sababu mimi ni Mtanzania, nimeweka bendera ya Kenya kwa sababu ya ndugu zetu wa Kenya, jinsi gani wameonyesha upendo katika kipindi hiki ambacho tumekuwa tunatukipitia mpaka sasa hizi. Ubadilishaji au uh, wa kisheria ambao kwa sisi wa Tanzania utaturuhusu kuwa na anayefaidika zaidi ni sisi, tuko nje ndio tutakaofaidika. Nje, wako nje ya Tanzania, ndio ambao tutasaidika, tutafaidika kwa sababu tutakuwa na uwezo ku, wa kwenda nyumbani, wanaweza kuinvest au wanaweza kufanya nini, wataweza kufanya. Lakini, guess what, nani anayekugombania katiba? Ni watu walioko nyumbani watu walioko nyumbani ndio wana demand zaidi, kwa na watu wamepoteza maisha yao wakiomba kwamba katiba ifanye nini, katiba ibadilishwe, na katiba itakapobadilishwa inatufaidisha sisi wote tulio, sisi wote wa Tanzania tulioko nje. Na mtu mmoja aliweka comment kwenye one of the group alisema watu, watu tuliochomwa sindano ya ndui wakati wadogo tuko na matatizo sana in terms of uoga, ni waoga mno. Habari, saa hizi, karibu katika kipindi changu cha Lugi Podcast, na ningeomba kabla sijaanza, nambosi sawa kunifuata kwenye social media ambao YouTube, Instagram pamoja na Facebook <coughs> siku yangu ya leo na iko kidogo na, zahe, nikasema iko complicated na topic ambayo nataka kuongea au mada ambayo nataka kuigusia siku ya leo. Lakini mimi kama Mtanzania na ni haki yangu kuongea. Siongei kama kiongozi, siongei, naongea tu kama nafsi yangu mimi mwenyewe inavyo sema, inanishtumu lakini nafsi yangu mwenyewe. Kwa hiyo siko hapa kwa ajili ya ku uh, nishtum, yani kusababisha sijui niseme nini kummotivate mtu yoyote au kufanya nini, lakini hii ni opinioni yangu mimi, na wala sitakataa kuona kwamba naweza nikakubaliana na watu au nisikubaliane na watu. Hivyo ni vitu vya kawaida, na katika maendeleo yote, ya katika maendeleo yote ni lazima kuna kukubaliana na ku, uh, kutokubaliana. kwanza kabisa ningependa ningependa kuwapa pole Watanzania wenzangu, na hasa kwa wale ambao wamepoteza wamepoteza maisha yao, au kwa wale ambao wana ndugu wamepoteza maisha yao, na hasa katika hiki kipindi kigumu ambacho tunakipitia kama taifa letu la Tanzania. Kwa ningependa kusema kwamba poleni sana na matumaini yangu um, Mwenyezi Mungu atawasaidia kuweza kupita katika kipindi hiki, ni kigumu sana. Um, kwa sababu mtu yoyote ambaye amepoteza mpendwa wake au wapendwa wake, sio kitu ambacho unaweza kikaja tu um, kwa usiku mmoja overnight ukasahau au yakapita, kwa sababu kuna watu wako impacted kwa njia tofauti, psychologically physically, mentally whatever. Hivyo vitu ni vitu ambavyo ningependa sana kusema polei sana ndugu zangu, na Mungu aweze azidi kuwa nanyi na hopu, siku moja mtaweza kusikilizwa au tutaweza kusikilizwa kama taifa. Ni hilo tu kwa sasa hivi, lakini kama sijaendelea zaidi, nataka vile vile, ukiangalia nyuma yangu hapa kuna bendera ya Tanzania na bendera ya Kenya. Kwanza, kwa nini nimeweka nimeweka bendera ya Tanzania? Kwa sababu mimi ni Mtanzania. Nimeweka bendera ya Kenya kwa sababu ya ndugu zetu wa Kenya, jinsi gani wameonyesha upendo katika kipindi hiki ambacho tumekuwa tukikipitia, tunachokipitia mpaka sasa hizi. Unajua, ukitaka ukitaka kuwa na, I mean, ukitaka kumjua mtu nani rafiki yako au nani ndugu yako wakati unapitia kipindi kigumu. na kwa jinsi Wakenya tusamani tena hapa tu tukakubaliana na tusikubaliana katika kipindi ambacho mbacho tumekuwa tukikipitia kwa Kenya umekuwa bega kwa bega na sisi, yaani wamekua na bega kwa maana kwamba yani, kwa mfano, nakupa mfano mdogo kwamba mnakumbuka wakati eh, kwa minasoma shule, eh, primary, unaweza ukakuta una rafiki yako amekofiana na mtu au kuna mtu anamuonea au labda kuna kuna tatizo kati ya rafiki yako na yule mtu mwingine, lakini <laughs> <laughs> anatokea mtu Yani, anaichukua ile mada kama ya kwake, yani ananunua kesi, anaichukulia kama yani ni yeye e, ndio mhusika, anaona huyu kwa nini huyu rafiki yangu? Sasa hapo kwa mfano kadogo, ndio ndugu zetu wa Kenya jinsi walivyojitoa muhanga kwa sisi na ku support. Wanataka na sisi siku moja tuwe kama taifa lao, wanataka na sisi siku moja tuwe tuna uwezo wa kuongea uh, Yani, hakuna taifa lolote ambalo linaweza likaendelea bila watu kuwa na uhuru wa kuongea. Kwa hiyo Kenyans, citizen, Kenyan people, Kenyan brother and sister, kwa mimi yani, I salute you guys, you guys are <laughs> there's no word to uh, to describe kuongea kusimia you guys are you're almost like our backbone. That's all I can say. You are our backbone. So maybe kwanza leo mimi siku ambayo nitakuwa na, na bendera ya Tanzania takua pepusha na, na, na bendera ya Kenya, kwa mtu yeyote a mimi ni Mkenya ni so Mkenya, lakini kama mimi kama nyi, kama Wakenya akenya kwenye familia kwenye familia zao kwa zaoliwa mmoja au wawili mmoja awa wili, awa tato mimi unaniadapt mimi nitakuwa wa pili. Waliozaliwa wawili ni adapt niapeas ni adapt, mimi nitakuwa wa tatu wa nne, am one of us, kwa sababu you guys are amazing, so that's all I can say kuhusu ibendi bendera zangu mbili, na zitaendelea kuwepo as long as I'm alive. Ah, yani nikabeba siku nitakao beba aalive siwezi nikabeba siku nitakao beba shika bendera Tanzania na Kenya iko ni, that's my promise to to you guys to show that how much I do appreciate you guys mi kama yes, miezi Mtanzania. Haya, asante sana. Uh, kwa siku ya leo uh, nilitaka uh, nigusie vitu vichache, na hasa kama nilivyogusia swala la watu walioko nyumbani jinsi walivyopoteza ya maisha yao, na kwa sasa ningependa nigusie swala la sisi watu tunaoishi nje na jinsi gani ambavyo tuko tuna tuko very selfish sisi wote, lakini majority tuko selfish. Kwa sababu ni nasema tuko selfish, unakuta uh, nakupa mfano mmoja, watu wanaweza wamekuwa kidemand, labda uh, katiba mpya mona hata sio katiba mpya, watu mp, walidimandi uraia, um, naita nini, uraia pacha. Yani hiyo ndio ajenda kubwa ya watu walioko nje. Wana demand kwa nini uraia pacha, lakini wana demand uraia pacha wakidhani kwamba huu uraia pacha utakuja tu kwa njia rahisi. Mimi ni kwamba anza kaa ujapata uraia pacha ni lazima kuwepo na ubadilishaji au wa kisheria ambao ka sisi wa Tanzania utaturuhusu kuwa na uraia pacha kama mataifa mengine Kenya ni wapo. Lakini nani anayefaidika zaidi? Ni sisi tueko nje ndio tutakao faidika au tutakaofaidika aoteako njeaoa nje nje ya Tanzania, ndio ambao tutasaidika tutafaidika kwa sababu tutakuwa na uwezo wakwenda nyumbani na ku wanaweza kuinvesti au wanaweza kufanya nini wataweza kufanya na, lakini ambacho nataka kugusia zaidi kwamba ukiangalia mi, kwa mii binafsi ukiangalia swala la maandamano ambayo limekuwa likitokea watu akwa okay, wanadimandi uh, wanadimandi katiba mpya ambayo hiyo kitu imefanikiwa kwao, inamaanisha hata sisi tulioko nje tutafanya nini? Tutafanikiwa hiyo ajenda ya kuwa na lai pacha na watu wengine wote ambao tulioko nje ya Tanzania, lakini kinachosikitisha zaidi ni kwamba wakati ukifika wa kuwasapoti ndugu zetu wanaoomba uh, uh, katiba ibadilishwe au katiba mpya, Watanzania huku <laughs> ukiangalia Europe, ukiangalia Marekani, Watanzania hawako Yani, ni wachache sana ambao wanajitokeza kuweza kusupport, lakini when it come to watakaofaidika, ni wote tutafaidika, lakini ile tu kuongea yani, it's so sad, kwamba watu ni wagumu, wanamioyo migumu pamoja na, si kwamba si tunataka kumcriticize nani au serikali ngine hapana, kudemand tu tunataka katiba mpya, lakini bado watu wanamioyo migumu migumu to the point, kwamba hawawezi na hawataki kuongea kitu chochote kusapoti swala la like. ukiongea tu katiba, wanafikiria tu pasipoti zao basi. Lakini guess what, nani ndiye kugombania hiyo katiba? Ni watu walioko nyumbani. Watu walioko nyumbani ndio wana dimandi zaidi, kwa na watu wamepitiza maisha yao wakiomba kwamba katiba ifanye nini, katiba ibadilishwe, na katiba itakapobadilishwa inatufaidisha sisi wote tulioko, sisi wote wa Tanzania tulioko nje aliyekuwa kwa na, na uraia pacha, sikuwa na uraia pacha, alikuwa na uraia mmoja, whatever the case, itatusaidia wote. Lakini wakati wa kudemand hapo, unawajua, nawajua Watanzania wa ughaibuni au diaspora wako na mioyo gani? Watu ni wazito, watu wako na selfish. Tukiangalia kwa hapa Marekani, kuna watu wamejituma, wamejitolea mwanga DC, wamekwenda wameandamana, lakini the message still imetumwa. Lakini ukiangalia totu ya Watanzania walioko hapa ni wengi sana, lakini wanaojitokeza ni watu wachache. Ukiangalia miji, eh, so kuna Watanzania wengi Houston, Dallas, hii miji mitatu labda kunaweza kuwa na miji mingine sijui, sina si, si, si, vizuri lakini miji mitatu iko na Watanzania wengi lakini when you come to express yourself na sio kama kuexpress yourself peacefully, kwa sababu tunaruhusiwa kuongea, tunaruhusiwa ku uh, uh, kuweka hoja zetu uh, tushaonana na mabalozi tunaonana na wawakilishi, lakini wa, ukiangalia watu wanaojitokeza na watu waliopo, bahe, waliopo huwezi uta ukaamini kwamba hivyo Watanzania waliopo hawa ni hawa waliopo na yote hii kuna mtu mmoja aliweka comment kwenye one of the group alisema, watu wa tulio tuliochomwa sindano ya ndui wakati wadogo, tuko na matatizo sana in terms of uoga, ni waoga mno, na hii natu affect sisi kama uh, residency wa hapa au tuke unafanya makazi yetu viwandani ma nursing home, corporate America au European, whatever the case sana hata sisi mara nyingi sana unakuta mkiwa, mkiwa, mkiwa, kwenye shughuli za, za za za, professional wanashinda hata mtu anashinda sana hata kujitetea, unaona kabisa nini haki yako, lakini mtu ana, ana bite their tongue, na yote hii ni kutokana na kwamba tuna uoga ambao umetuingia kiasi kwamba hata kujidefend au kudemand haki yako hata hapa hapa Marekani au Europe, unashangaa mtu anashindwa kuongea anashindwa ku wakati ni haki yake kuongea na ni haki yake kudimani. Unakuta hata mzungu au mwindi anakunyanyasa na anafanya kitu, mtu tu ana swala kisa, unataka sijui ndio sio, naita nini mimi, hata sijui ni neno gani, hata siwezi nikakitaja. Yote hii ni kutokana na uoga tulionao, wakati kazi yako wewe kama binadamu eh, mwanaume mwanamke, unawajibu wa kuwa ni kuweza kutetea haki yako haki yako ni sehemu yote uliyopo, ni lazima utetee haki yako, usimame upigane, hata kia mara hata kupigana hata kupiga hata lakini, ile kitendo cha kwamba unaongea una na ukaongea kama kwamba hii ni haki yako na demand unaweze kuwa nayo au kutokuonewa, lakini nashangaa <laughs> Watanzania, yani mimi nimeona watu wengi <laughs> kwenye kwenye sehemu nyingi wanashindwa kujitetea. Sasa si unajitetea, unashindwa kujitetea, ni na hata kama wewe kujitetea ni kwamba sio ongee kizungu kizuri au kufanya nini. Kuna kitu wrong is wrong, right is right, simple. Hakuna hakuna hakuna neno tofauti, wote ni kwamba hiki ni kibaya, hiki ni kizuri, unakisema tu. Sasa ukiangalia vitu vidogo kama hivyo, ambao tulikuwa tukiviona kwa miaka mingi, unashangaa. Sasa hizi inatokea kitu ambacho kitakuja kusaidia hata wewe mwenyewe, lakini guess what, unakaa kimya, na hii haina maana kwamba ukiongea itakuafekti makaratasi yako, au itakuafekti uhuru wako au sifalenini nakupata mfano mwingine mmoja, let's say watu wameamua, wakaamua wanadimandi wa, wa, wa, wa, akiao, wakaandamana, ikachukuliwa vibali, vikafuata vibali, watu wakapata vibali, watu wakaandamana. Uzuri wa nchi za za wenzetu watatoa polisi wawili watatu, au gara polisi, ninaangalia tu kama kuna amani, mchezo umekwisha. Watu wanafanya ndani yenu, wako risali moja nusu saa naondoka zenu. Hakuna immigration officer au ISA IC whatever atakuja kukugonga mlango kwamba wewe ni nani, wakati unafanya ma, una, un, uko kwenye maandamano yako. Hakuna kitu kama hicho, lakini unashangaa mtu bado ana wasiwasi. Haya, achana, kama kama wewe ni wasiwasi Mwingine anataka kukia kukiafsi ana shift yake. Shift hiyo shift haitakutoa kwenye umaskini wala haitakuweka kwenye utajiri. Kwa siku moja, okay, ukikosa. Kama wewe ni maskini wewe ni maskini; wewe ni tajiri, tajiri. ni tajiri. Wewe si middle class ni middle class. Haita kuimpact kitu chochote. Ndio maana mimi nasema kwamba tuko nini tuko tuko selfish kwa sababu tunapenda vizuri, lakini hutaki kuonyesha responsibility yako ya kwenda kudemand vile ambao itakuja kusaidia wewe na watoto wako na watu wengine. Naomba niongee ni, swala la, ni, nimemesha ni swala la watoto, ninaweza ikakusaidia nini kwa wale wenye wa familia we, na, natoa mfano tu mmoja wa haraka haraka. So let's say tumepata kuna mabadiliko ya katiba na kwenye katiba ikatupa haki ya Watanzania, yani ukisha kuwa na u, na uraia mwingine labda, na watoto wako wanaweza uraia wakapata kupitia kupitia wewe kesho na kesho kutwa, mtoto ni athletic na anakimbia au anacheza swim mchezo gani? Haya, kwa jinsi Marekani ilivyo competitive in terms ya upande wa qualify kuflisi kwenda Olympics, hapa kuko na state nyingi 50, 51, hata sisijasomajm. Kwa hiyo competition zinatoka katika kila state. Sasa the best of the best wanakwenda wanashindana. Wakisha shindana wanaweza kusema tunataka kila state wanatoa top 3 au top 4. Mtoto wetu au mtoto wako mtoto ambaye ana uhusiano na, na, na Tanzania akachukua nafasi ya tano wewe, katika state yake aliyotoka yeye. Akachukua nafasi ya tano, huyu mtoto wao wamechukua top 4. Inamaanisha tayari nafasi yake imeishia hapa na drimu yake imeishia hapo. Sasa dimu yake kishaishia hapo, wakati akiwa na access ya Tanzania, akiwa na uraia wa Tanzania lesi, au ana permanent resident ya Tanzania, inamaanisha ana uwezo kwenda Tanzania, aka compete Tanzania, na akatokea yeye kuwa top 1 au top 2, kwa sababu kama huku compete katika stage imekuwa mtutumtu watano wanne

Kwa hivyo nataka kusema kwamba jinsi gani inaweza ikatusaidia kwa sisi na hasa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa uh, watoto wetu. Huo ni mfano mmoja tu ambao tutafaidika vilevile, achana na wewe mwenyewe utakaofaidika, lakini huo ni mmoja, hata kwa watoto wako. Kwa hiyo ni lazima jukumu wewe kama mzazi ni lazima udimandi au uonyeshe kwamba na wewe unapenda mabadiliko yatokee na sio kwamba ni huu ushabiki wa kwamba sijui chama fulani chama fulani. Mimi hata sijali, sio sala chama. Mimi najali kwamba najali, ni bendera iliyoko nyumbani. Sijali kwamba sijui sijui nani nani, mimi siangalie sijui kabila gani, si hiyo biashara yako mwenyewe. Mimi ninachojali ni bendera iliyoko nyuma yangu. Bendera iliyoko nyuma yangu ndio kitu changu cha muhimu zaidi kuliko kitu kingine chochote. Kwa hiyo, kama Mtanzania wewe, ni jukumu lako la kuweza kufanya nini, kudimandi tukikaa tukwenda kunywa pombe, ukisikia oh, semfai kuna pati, kuna nyama choma. Aa, mbona watu wanatiririka? Watu watavaa, watapendeza, wanaovaa mostoto, wanaovaa nini eh? Wanashangaa watu wote, mko hapo lakini kia kwenye vitu vya muhimu ambavyo vinarekebisha maisha, na hakuna mtu anaweza kujitokeza, na hii ni jambo la aibu sana na yani, yani inasikitisha kwa sababu kama hatuweza kuongea Mi hate you love me, but it is what it is is, what I'm gonna call it as it is kwa sababu at the end of the day tuko wiki afu tuko wanafiki wa Tanzania wengi to wiki na unafiki na watu wanakufa, watu wako wakotomeka, watu pacha, watu anadimandi ulaia pacha atua hata ulaia pacha watakutokeza, lakini so ilo ni kitu ambacho nataka ijigusie. Uh, na haina maana kwamba mi niko right au mi niko wrong. Hiyo ni kitu ambacho naweza ukakijaji tu mwenyewe, lakini mwisho wa siku mi ningependa tu kusema kwamba hizi dim- hizi demand ambazo watu wamekuwa wakizitaka zitatusaidia sisi hata kama hatuko huko. Mtu anashangaa yaani, riski watu ambao wamepoteza waliokuwa nayo ni kubwa, sisi huku upoteze kitu chochote basi hata ukiamua kudimandi hiyo katiba, basi vaa va, va, maski, basi utokeza, piga maski, piga nini, hamna mtu atakayekujua. Hivi ndio ni, ni, ni, ni wajibu wako na ni haki yako. Basi jifiche na kujificha kitokeze kama Mtanzania, sio unakaa kwa sababu kama Mkenya. Wakenya, yeah, ndio Wakenya ukiangalia, mpaka sisemwe kwa ubaya, yani kuna watu mpaka wanajitolea vitu vingi, sitaki kutogoa too much detail. Watu wanajitolea mpaka wanaona risk ya maisha yao, wanafanya nini lakini yote ni kwa ajili ya nani? <laughs> Yani, imagine mtu anatoka nchi nyingine au yuko nchini kwao, ana demand kitu ambacho technically hakimuhusu, lakini akimuimpact yeye. Lakini yote ni kwa ajili ya nini? moyo mkunjufu. Kwa sababu ukiangalia hii mipaka tulionayo hii mipaka yote tulionayo ni mzungu ndio alikuja akaweka mipaka. Wewe imagine, kabla ya hiyo mipaka kulikuwa na nini? inamaanisha watu wakuwa wanaingia na kutoka, unapita unaenda tu, kama naenda zangu Tukuyu na naenda zangu Dar, sijui wapi, Bukoba, ndio hicho tu. Lakini mzungu akaja akaweka akaweka zibale akafanya fanya, fanya, nini, akasema huku ni huku, kunaitwa nini, kunaitwa nini, hii labda miaka hiyo labda ikawa ni mikoa. Anyway, kwa hiyo mimi ninachotaka ku uh, ku insist kwa sisi wa Tanzania, jamani, tujitahidi sana, tuwe na umoja. Tuna umoja wa vitu vingine huko eh, lakini kwenye vitu vya muhimu tunashindwa kuwa na umoja, na yote hii kwa sababu ya ubinafsi tu tuliokuwa nao, na si kwa sababu siwezi kujua, labda labda kuna wengine wanafaidika kwa njia moja nyingine, sijui, lakini ubinafsi tu labda tuutoe, kwa sababu mwisho wa siku ukiwa una, una, unaomba kitu na hufanyi kitu chochote kibaya kimdhuru mtu yoyote, kwani kuna shida gani kwa, kwa? Na hiyo naomba tuendelee tu- tuungane eh, na tuungane kwa ajili ya utaifa wetu tuungane kama, uh, tuendea mambo ya kuweka dini sijui kabila sijui nini. Hivyo vitu hatukuwa navyo miaka yote toka kuingia, tunakuwa mi siahi kusikia. Mi kuna watu wengi nawajua, hata sijui makabila yao wakinasi hapa majina yetu ndiyo naona ha e, e, e, ya nanii, unajua huyu kabila fulani, huyu ni ni kabila fulani, lakini mi kuna watu wengi siwajua hata kabila na hata sitaki kujua no, naona hata sitaki kujua. Sasa ukijua mtu labda e, mwislamu, nasikia mtu anaitwa jina la Kiislamu, huyu anaitwa jina la that's the most nikajua lakini vinginevyo, siwezi na na na kwamba tuendelee tuendelee kuungana kama kama wa wa wa wa taifa au kama watu wa taifa moja. Ndugu zangu wa Kenya, Kenya we love love you you you so much There's no like, it's just priceless the love we've been showing us. Kwa kwa hiyo hiyo, mimi ningependa tuendelee na nyie wa Kenya mwendelee kutupigania I hope atafika siku wapigania nyie but we are there for you, with you guys aeawaueeew uh, nakusema hope hiyo, namaanisha kwamba kwa you guys have still have still a long way to go as well, lakini we right behind you. Na sasa tumejifunza vitu vingi, na nafikiri watu wengi a wa, upande uh, wa Tanzania wameona upendo wenu jinsi gani mlivyotuonyesha sisi kama Watanzania, na naomba tu msi give up, na likewise na sisi tuta give up uh, kwa kwa nyinyi. Sisi kama tunavyojuana, sisi ni ndugu uh, ingaje Eh, uh, kuna vitu vingine vya nataka panapaye vinataka kututenganisha, um, kutu, uh, lakini naomba msitishike na kitu chochote at the end of the day, you remember kwamba you guys mko ndani ya mioyo yetu at all time. So anyway, it's all love, peace out and uh, naomba msisahau kunifuata kwenye Lughie Podcast uh, Instagram, YouTube na Facebook. Asanteni sana. Salud.